Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Shehe Abdallah Shehe, ni mwalimu wa skuli ya Chwaka. Kabla ya ujenzi wa barabara huu, ilikuwa ni shida, walimu tulikuwa tunapata dhiki sana katika masuala ya usafiri. Barabara ilikuwa mwisho, barabara ya kuingilia ndani huku. Kabla ujenzi wa hii barabara ilikuwa, ilikuwa kipindi cha mvua, basi gari zinafika mwisho wa barabara kuu hapo awali, kwa sababu hata kipindi cha mitihani basi ilikuwa wale wanaosimamia mitihani gari zina zinapata shida kufika hapo. Lakini kuwepo kwa miundombinu ya kisasa ya barabara imepelekea chachu walimu na wanakijiji cha Chwaka na vitongoji vyake kupata fursa katika masuala mbalimbali ya kimaendeleo. Kwanza ujenzi huu wa barabara ambao sasa hivi uko katika kiwango cha fusi lakini tunatarajia baada ya muda mfupi kitakuwa kiwango cha lami. Tutafaidika sana kwanza, sisi walimu tutakuwa na uwezo wa kufika kazini mapema, lakini na vile vile wanafunzi watapata uwezo wa kufika uh, shuleni mapema. Lakini wananchi je, katika swala la kujitafutia riziki au swala la kiuchumi, wali, wa, wananchi watapata fursa ya kufanya shughuli zao za kiuchumi katika maswala mbalimbali na haya inawezesha katika kujitafutia riski. Sasa hivi tunaona kwamba kujengwa kwa barabara hii hapa ya kiwango cha fusi, basi tunaona usafiri umetanuka kwa mawanda makubwa. Bodaboda sasa hivi yani zinapita, magari yanakuja katika shughuli mbalimbali. Hii imepelekea uh, kupata shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana sana Dkt. Mwinyi kwa huduma zake za kutoa miundombinu wa barabara ili katurahisishia uh, masuala ya usafiri. Kwa hiyo tunamwahidi sisi walimu wa shule ya Chwaka pamoja na wana kijiji cha Chwaka kwa jumla kwamba tunamwahidi Dr. Mwinyi, hatutomwangusha, hatutomwangusha. Tutahakikisha kwamba anarudi tena katika madaraka ya miaka mitano mingine tena, lakini vilevile tunamshukuru Makamu wa Pili wa Rais Mheshimiwa Ahmed Suleman Abdullah katika ku, ku, kuona kwamba wananchi wa kijiji cha Chwaka wanapata dhiki kabisa katika masuala ya usafiri, hasa katika kipindi cha wamama wajawazito katika kujifungua, akaona ipo haja aendeleze sasa na yeye afanye juhudi zake kama hii mtendaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba kijiji cha Chwaka kinapata maendeleo kinapata miundo mbinu ya barabara. Uh, katika watu kufanya shughuli zao. Kwa hiyo tunamwahidi tunamwahidi, uh, makamu wetu wa pili wa rais kwamba hatutomwangusha. Sisi walimu wa skuli ya Chwaka pamoja na wananchi wa kijiji cha Chwaka na vitongoji vyake, tutahakikisha kwa hali yoyote, uh, makamu wa pili wa rais anarudi tena kupata miaka mitano tena, iwe mwakilishi wa jimbo la Kiwani.